Hujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo haya ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Philis Mwati tulionayo asubuhi ya leo. Marekani yasema kwamba Siria inajiunga katika muungano wa kimataifa kupambana na kundi la itikadi kali la Islamic State na kwamba inaendeleza uhusiano wake wa kidiplomasia na Washington. Maelfu ya wagombea wameanza rasmi kampeni kuwania vinyang'anyiro mbalimbali nchini Uganda, ikiwemo viti vya ubunge na umeya. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia athari hasa kwa afya ya akili kwa watu waliopitia ghasia au machafuko. Nilipitia kipindi kigumu, kwa sababu niliona matukio mengi ambayo sikuwahi kuyaona atakia kuzaliwa ko. Nilikuwa katika kipindi kigumu sana, nilikuwa na msongo wa mawazo, nilikuwa nikikumbuka zile, nashindwa kulala Kini, kwa sasa nampisha Halima Nyanza akuletee muktasari wa habari. Karibu Halima. Asante Fils na habari, msikilizaji. Marekani imesema Siria inajiunga katika muungano wa kimataifa kupambana na kundi la itikadi kali la Islamic State na kwamba inaendeleza uhusiano wake wa kidiplomasia na Washington. Tangazo lilotolewa muda mfupi baada ya rais Donald Trump kukutana na rais wa Siria Ahmed Al-Sharaa katika ikulu ya White House limemwelezea kama kiongozi imara. Rais Trump amesema anataka Siria kwa kile alichokiita sehemu kubwa ya mpango wake mpana wa kuleta amani mashariki ya kati. Rais Trump amesema anataka kuiona Siria na mafanikio Syria become... tunataka kuiona Syria inakuwa nchi iliyofanikiwa sana, na ninafikiri kiongozi huyu anaweza kufanya hivyo, na watu wanasema alikuwa na historia mbaya, na wote tumepitia maisha hayo, lakini yeye alikuwa na historia mbaya zaidi. Nafikiri kiukweli, kama usingepitia magumu hapo awali, usingekuwa na bahati hii. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba mamia ya wakimbizi wako hatarini kukabiliwa na baridi kali wakati msimu wa baridi ukikaribia wakati ambapo misaada ya kibinadamu ikiendelea kupungua zaidi. Na sambatenzi, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limetoa wito kwa wafadhili binafsi kusaidia kukusanya kiasi cha dola za Marekani milioni 35 kwa ajili ya misaada ya dharura baada ya kupunguzwa kwa ufadhili wa serikali na kuliacha shirika hilo likiwa na rasilimali chache. UNHCR imesema e, fedha hizo zitatumika kugharimia ukarabati wa mifumo ya joto, blanketi na madawa kwa ajili ya wakimbizi katika nchi za Siria, Afghanistan na Ukraine. Bunge la Seneti la Marekani limepiga kura kuunga mkono makubaliano ya kifedha ya muda yenye lengo la kufungua tena serikali kwa muda wabunge wa Republican wameshinda kwa kupata kura sitini zilizohitajika baada ya chama cha Democrats kuwaunga mkono. Mpango huo unatarajiwa kuwasilishwa katika baraza la wakilishi kesho Jumatano kwa ajili ya kupitishwa kabla kupelekwa kwa rais ili kuweza kutia saini. Na Lebanon imemwachia huru Hannibal Gaddafi mtoto aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi baada ya karibu miaka kumi kizuizini bila ya kufunguliwa mashtaka ameachiwa huru kwa dhamana ya kiasi cha dola za Marekani laki tisa. Mamlaka nchini Lebanon zilimkamata Hannibal Gaddafi mwaka 2015 kwa tuhuma za kuficha taarifa juu ya hatma ya kiongozi wa kidini wa kishia wa Lebanon ambaye alipotea Libya mwaka 1978, kipindi ambacho mtumiwa huyo akiwa na miaka miwili. Mashirika ya haki za binadamu yalilaani tuhuma hizo. Hii ni BBC. muktasari wa habari umesomwa kwako na Halima Mnyanza. Matangazo haya unayopokea kupitia fm na redio wa shirika mbalimbali mbali Afrika mashariki na ya kati, ikiwemo nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Congo Lizadil Radio, Radio One nchini Tanzania, County FM nchini Kenya na Voice of Muhabura nchini Uganda, yako vilevile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Karibu, mimi ni Filis Mwatei. Marekani imesema kwamba inajiunga katika muungano wa kimataifa kupambana na kundi la itikadi kali la Islamic State na kwamba inaendeleza uhusiano wake wa kidiplomasia na Washington. Tangazo hilo limetolewa saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukutana na rais wa Syria Ahmed al-Sharaa katika ikulu ya White House, ambapo amemtaja kuwa kama kiongozi imara zaidi na Beldin waliaula Rais wa Siria Ahmed al-Sharah amekutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House na kufanya mazungumzo. Hii inajiri siku chache tu baada ya Marekani kuondoa jina la rais huyo wa Siria kutoka kwa orodha ya magaidi waliopigwa marufuku. Al-Sharah ambaye kikosi chake kilimwondoa madarakani aliyekuwa kiongozi wa Siria Bashar al Assad mwaka uliopita, ameandikisha historia kama kiongozi wa kwanza kufika ikulu ya White House tangu taifa hilo kupata uhuru wake mwaka wa elfu moja 46. Kundi la Al Shara la Hayat Tahril al-Sham maarufu HTS awali lilikuwa linahusishwa na kundi la kigaidi la Al Qaida, ila sasa kundi hilo limeondolewa kwenye orodha ya makundi ya kigaidi na serikali ya Marekani mwezi Julai, huku Al Shara akiondolewa kwenye orodha ya magaidi Ijumaa iliyopita. Wiki iliyopita, Trump alimsifia Al Shara na kusema kuwa anafanya kazi nzuri nchini Siria. Tangu kuchukua madaraka, viongozi wapya wa Siria jaribu kubadilisha mtindo wa wali kwa kusitisha mapigano na kujaribu kudumisha amani. Ziara ya Sharaa kwenye ikulu ya White House ni ya kihistoria kwa kiongozi huyo ambaye amebadilisha mwonekano wake kutoka kuwa kiongozi wa kundi la wanamgambo hadi kiongozi wa taifa anayetambulika. Marekani imesema imeiondolea Siria vikwazo ambavyo walikuwa wamewawekea kwa siku mia moja themanini. Marekani pia imependekeza kujenga kambi ya kijeshi karibu na mji wa Damascus ili kuratibu msaada wa kibinadamu na kuangalia hali ilivyo kati ya Siria na Israel. Kwa upande wake Shara, anataka ufadhili wa taifa lake baada ya Siria kukumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa zaidi ya miaka kumi na mitatu. Naam, ni taarifa ya Beldin waliaula. Nchini Uganda, maelfu ya wagombea wameanza rasmi kampeni kuwania vinyang'anyiro mbalimbali ikiwemo viti vya ubunge na umea, ikiwa ni mwezi mmoja tangu kuanza kwa kampeni za urais. Hatua hiyo inakuja huku taifa hilo likitarajia kufanya uchaguzi mkuu mapema mwaka ujao. Shwaib Ibrahim na ripoti kamili kutoka Kampala. Tume ya uchaguzi nchini Uganda imesema wagombea 2711 wameteuliwa kugombea ubunge. Idadi hiyo inaashiria kuwa kutakuwa na ushindani mkubwa kushindania nafasi 529 za ubunge katika bunge la taifa. Kampeni hizo zinatarajiwa kuendelea kwa wiki kadha nchini kote hadi kuhitimishwa Januari tarehe 13, siku mbili kabla ya kufanyika kwa zoezi la upigaji kura. Jumla ya vyama vya kisiasa 18 vimewateua wabunge 1428 huku wabunge 1283 watat wakiwania kama wagombea huru. Mwenyekiti wa chama tawala cha NRM ambaye pia ni mgombea kwa kiti cha urais, rais wa sasa Yoweri Museveni amekutana na baadhi ya wagombea wa chama hicho katika mji wa Mbale mashariki mwa Uganda. baadaye kiongozi huyo alifanya mkutano katika wilaya ya Buko na kunadi sera za chama chake za kujikwamua kimapato kwa wakazi wa ukanda wa Sebei, mashariki mwa Uganda. Now, house, sasa changamoto ni kwamba mtakaporejea nyumbani kwenu, umaskini mliouacha huko asubuhi bado unawasubiri na unawakaribisha nyumbani . Sisi bado tupo hapa. Sukari hakuna, umeme hakuna. Nguo hazitosha watoto, nyumba inachuja. Ndio sababu chama cha NRM tangu awali tulisema, amani ni nzuri, maendeleo ni mazuri, lakini ongezeni swala lingine, na hilo ni utajiri. This is katika bunge la kumi na moja chama hicho kinaongoza kwa idadi kubwa ya wabunge kikiwa na wabunge mia tatu thelathini na saba. Kiongozi mkuu wa upinzani na mgombea wa chama cha NUP Robert Chagulanyi Sentamu almaarufu kama Bobi Wine naye amepiga kampeni katika wilaya ya Kabale magharibi mwa Uganda katika juhudi zake za kumaliza utawala wa Rais Yoweri Museveni ambao umedumu kwa takriban miongo minne. Ni Shwaib Ibrahim. Somalia inakabiliwa na janga la njaa ambapo takriban nusu ya watoto wote walio chini ya umri wa miaka mitano wako katika hatari ya utapia mlo mkali ifikapo katikati ya mwaka 2026. Kupanda kwa bei ya chakula, mabadiliko ya tabia nchi na migogoro inayoendelea ni miongoni mwa sababu hizo, lakini kupunguzwa kwa misaada kunafanya hali kuwa mbaya zaidi. Shirika la Save the Children lina tahadharisha kuwa bila msaada mpya wa kimataifa mamia ya maelfu ya watoto wanaweza kuachwa kukabiliana na njaa kali. Fardosa Hanshi amerejea hivi karibuni kutoka Somalia na kutayarisha taarifa hii. Niko katika kituo cha afya cha Esnino eneo la Bosaso kaskazini mwa Somalia. Naona wanawake na watoto wao wakiwasili kupata matibabu ndani ya kituo hiki cha afya. Nasra Nur anamweka mtoto wake wa kisichana katika ratili ya kupima watoto, huku daktari akimpima na kumkagua. Kwa miaka mingi ametegemea kituo hiki kwa matibabu, dawa na virutubishi. Ninalea watoto tisa peke yangu, baadhi wanaugua utapia mlo. Sijui tungeishi vipi bila huduma za afya katika kituo hiki. Kupata mahitaji ya kawaida ya kila siku ni kama bahati tu. Kwa zaidi ya miaka kumi, Somalia imekumbwa na ukami, vita na watu kutoroka makwao. Kila wakati haya yanapojiri, watu husalia taabani zaidi. Shirika lisilo la serikali la Save the Children linasimamia kituo hiki cha afya cha Isnino. Wametabiri kwamba nusu ya idadi ya watoto walio chini ya miaka mitano nchini Somalia huenda wakaugua utabia mlo kufikia mwezi Juni mwaka jao, msema wao Daktari Binyam Gebru alinieleza kwamba operesheni zao zimepata pigo kubwa kutokana na hali ya ukame closed... hali ya sasa ni kwamba, unajua tumefunga karibu vituo mia ishirini na nne kwa sasa. Kuna uwezekano wa kufunga zaidi ya vituo mia mbili pamoja na simu za rununu kote Somalia. Somalia, maafisa wa afya wa eneo hilo wanasema wanafikia hatua mbaya kutokana na kupungua kwa vifaa na ufadhili. Wanaonya kuwa hali inakuwa ngumu kudhibitiwa. Farhia Osman Afisa wa wizara ya afya anaunga mkono wasiwasi huo. Kama wizara ya afya tunafanya tuwezavyo, lakini mashirika ya kibinadamu ambayo yalikuwa yakisaidia huduma zetu yamepungua sana na rasilimali hazipatikani tena. Naam, hiyo ni taarifa nah, ya Fardosa Hanshi, lakini kwa sasa tuelekee viwanjani naye David Nkia. karibu David. Bila shaka hujambo, fili bwana sio? Niko salama kabisa, msikilizaji karibu. Klabu ya Liverpool imeleve kama malalamiko kwa bodi inayosimamia uamuzi wa ligi kusoka nchini humo kuelezea wasiwasi wao wasi wa juu ya umwizi wa kukataa bao la Virgil van Dijk katika kipigo cha tatu sufuri Jumapili dhidi ya Man City. Katika mchezo huo City ikiwa inaongoza goli moja sufuri, van Dijk alisawazisha kwa kichwa, lakini goli lake likakatiliwa baada ya ukaguzi wa video za usaidizi VAR ilionyesha kwamba Andrew Robertson alikuwa katika nafasi ya kuotea kwa sababu ya kumzuia mlinda mlango, Gianluigi Donnarumma kuona mpira kwengine. kwa Kamati ya Kimataifa ya Olympic imesema imepiga hatua karibu uh, kuwasilisha marufuku ya moja kwa moja kwa wanawake waliobadili jinsi kushiriki katika michezo yao uh, ambayo ipo chini ya uongozi huo. Rais wa OIC Chris Coventry ameahidi kuleta sera hiyo kama uh, sehemu ya kampeni yake ya uchunguzi na kuanzisha kikundi kazi kuhusu ulinzi wa michezo ya wanawake. IOC imesema kwamba hatua hiyo itapelekea kuwa na usawa katika michezo yake, licha ya kwamba kufikia sasa bado hakuna uamuzi wowote ambao tayari umeshafanyika. Kwenye tenis, filis nyota Jannik Sinner ameanza kutetea taji lake la fainali za ATP p kwa kumchapa Felix Auger mbele ya umati huko Turin. Sina amefanikiwa kushinda kwa seti 7-5 6-1 dhidi ya Auga wa Kanada. Auga alikuwa alianza kufanya vizuri katika seti ya kwanza iliyokuwa na ushindani mkali kabla ya kuonekana kupata jeraha ambalo wataalamu wanasema lilimrudisha nyuma katika mbinu zake. Mchezaji huyo mwenye miaka 25 alimuita mtaalamu wa viungo mara mbili katika seti ya pili, ambapo alishinda mchezo mmoja pekee. Kwa ufupi, tetesi za soka fili. Manchester United wanataka kumsajili kiungo kati mwezi Januari, ambapo chaguo lao kuu ni kana galaga wa Atletico de Madrid aliyewahi kucheza vilevile Chelsea, mwenye umri wa miaka 25, na Angelo Stiller wa Stuttgart, raia wa Ujerumani mwenye miaka 24. United pia wanavutiwa na mchezaji wa Valencia, Javi Guerra. Huko Atletico Madrid na AC Milani vile vilevile wakiwa wanamfuatilia kiungo huyo mwenye miaka miwili inamaliza mchezo namna hiyo filisa, lakini mm, siondoki hivi hivi mm, mm. Huyu anasema unaingia kwenye mahusiano ukiwa mzima wa akili unatoka <laughs> ukiwa kicha. Una machachari sana David kwaheri. <laughs>